Na Bibilia inasema na wenye nguvu ndio watakayofanya nini? <tie> Ukingangania ukasubiri upewe kila siku, utabaki unakwazika na nyumba yako utaivunja mwenyewe. Na ndio maana mnaangaika kila siku, sura zimefungwa. Yeye kaka ameacha hapa, yeye mtu baba yako ameacha hapa, wewe fanya kazi, teka hizo baraka, usikubali we, wewe na uzuri wa bahati wewe Wachungaji yule anaenda kule, ni mchungaji. Mme wako naye ni mtu wa Mungu, sasa usituaibisha usituletee pepo huko kwamba ndivyo tulivyofundisha sisi, hatuna mafundisho yetu, alafu uzuri wa baadhi anayeongea tena mchungaji wako

baraka ambayo unaenda kupewa usiwe mchoyo. Kumbuka huyo mama alisema, sina lakini baraka zipo. Alitoa kesho. Mume wako anaweza akakuachia 2000. Ngoja niwape hii siri. Mume wako akupa 2000, chukua mia weka pembeni. Kesho akikupa kingine, chukua mia weka pembeni. Alafu siku moja surprise. Hebu sema surprise. Sema surprise. Unaenda pale eh. Shida na Abdul kueeleza

mimi na na mke mke wangu wangu mchana mchana naweza kwa tunaongea tunacheka, lakini usiku kipika tunaongea tunaongea vizuri vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mimi na mke wangu tunaongea vizuri sana, siri siri. Mimi ni baba yako, lazima nikupe siri ya kuongea. Ukitaka kuongea, ongea mchana, watoto watasikia unaongea nini, subiri usiku mshakuwa na hasira na hasira. Na sisi ni hivyo hivyo, ana tuko siani. Basi naomba hapa beba vizuri, hata kuongeongea hata kama anakosa kupa mboga na huku pale, nenda uchukue kisambu, kisambu pika, kisambu pika kisambu chako, mwambia haina shida, nilikuwa nakula kisambu, kisambu, kisambu na wetu niliishi kikinamleta pale. Kuna habari nzuri ya Msinga na mzee alifika akasema, mimi ah, sipendi aa, wakaenda kwenye kikao wakasema kwamba huyu lazima aadhibikiwe. Sasa tunafanya nini? Kwanza hapa wabiti wote na fulana hapo, wanapenda raha. Sasa wakafanya nini? wakaona hakuna njia nyingine cha kufanya hapa, ni kitu gani? ni kwenda kuchukua dubu la mahumu, mafuta ya mawesi, wakia kule kote kitaba kote mashuka meupe yote hadi kuku na nini ni na ni mambo ya kuwa mengi. Nikasikia mwili unaomba sana. Sasa leo nimeweka haya mafuta nimesikia raha. Sasa kesho ulete mafuta mengine uweke pako kuji wewe oh, una una utapeleka mengine tena. Akaona huyo hapa nini kingine, akasema hakuna njia, anapenda kula sana, wewe niweke ndugu mzima ya ya tu ili akome kabisa. Baada ya kuweka chumvi mzima, akasema chumvi ilikuwa na kata hivi imeisha. Kwa nasikia wakotu kuna wakotu, nilinyo kuwa Mnanielewa, mnanielewa, mnanielewa kwa mama oye, oye. Tunza kile ulichokipata neema yako. Kama umefanya ukarimu mzuri, unapokea baraka, na kama ukipokea baraka neema inakuja, na wakati unaanza kusaidia watu, sasa ndio utaona kila mtu anaanza kuja kwako na yule aliyokuwa anakuchukia. Ni pale sasa tunaanza kuona nini neema barikio, Yeah. Watu wengi wameharibu neema, watu wengi wameharibu neema oye, nimalizie.